Na msalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu, wapenzi na wafuatiliaji wa chaneli ya Tiba Facts Online TV, ni siku nyingine tena tumekutana katika darasa, na leo bwana, nitatoa darasa kutokana na maoni ya bwana mmoja. Niliwahi kutoa darasa fulani hivi katika kipindi cha nyuma, akasema tunaomba utufundishe na dawa ya chunusi. Sasa kwa bahati mbaya, watu wengi hawamiliki vitabu vyangu. Eh, lakini mimi nina wajibu wa kukufundisha lakini sio kila kitu, lakini dawa hizi za si chunusi kuondoa babaka usoni, kuondoa michirizi zimefundishwa kwenye kitabu kimoja kinaitwa Tiba Mbadala. Hichi kitabu kinadili na magonjwa ya kibiolojia tu, mpaka si HIV, kifua kikuu, moyo, figo, yote imeelezwa katika kitabu hichi. Lakini leo tutajifundisha dawa ya kutibu tatizo la chunusi. Sio ugonjwa, ni tatizo. E, chunusi ni tatizo hususan kwa kinadada linawasumbua sana, na wengi wao hawajui sababu ni nini. Lakini kifupi chunusi huwatokia watu walio katika umri wa kubalehe, ili jambo la kwanza e, awe wa kike au wa kiume, awe wa kike au wa kiume akifikia ule umri wa balehe kuanzia miaka tisa pale mpaka miaka kuja ishirini huwa chunusi ni changamoto. Hii ni kwa sababu ya homoni e, mabadiliko ya homoni katika mwili wake anaweza kusababisha chunusi ku, kumtokea sana usoni. Lakini baadaye mambo huwa yanakaa sawa, yani unavyozidi kukua basi utaona ile hali inakwenda inapotea yenyewe. Lakini sababu nyingine watu kuwa na chunusi katika nyuso zao, wengine hutokea tatizo hili kutokana na minyoo. E, ukiona chunusi zimezidi sana na umeshapita kwenye ule umri wa balehe basi inawezekana ndani ya mwili wako kuna minyoo. Sasa baadhi ya minyoo huwa inasababisha chunusi wakusumbue. Yani, chunusi ni vile vipele vidogo vidogo vinavyoota na vinaweza vikaa, vinatoa usaha, vinavimba, vina ukivifinya vinauma, lakini vile vile, vinakela kwa sababu vinaharibu vina muonekano mzuri wa sura. Unaona bwana eh. Lakini kuna wengine ngozi zao zinakuwa za mafuta sana, kwa hiyo akipaka mafuta unakuta baadhi ya maeneo vile vitundu vya kutolea jasho vinazibwa. Kwa hiyo chunusi zinaweza zikatokea kupitia mafuta yale unayopaka ya kiziba vile vimelea vya ngozi ngozi, vile vinavyotoa jasho. Lakini pia wengine, sababu nyingine ya kupata chunusi ni matumizi ya vipodozi vikali, hususan vipodozi vinavyopitia kiwandani. E, sasa ukiona wewe ni mtu wa vipodozi sana alafu chunusi ndio zinakuandama sana, basi yawezekana vipodozi vyako unavyotumia ni vikali ngozi na babuka ngozi inaharibika. Kwa hapo sasa, ushauri wangu ni vizuri kama wewe ni muhanga wa tatizo hili eh, na unatumia vipodozi, basi ni vizuri kuachana na vipodozi lakini vile vile upendelee kutumia mafuta ya nazi tu yatatosha. Eh, pia unaweza kutumia sasa dawa ambayo ninakufundisha sasa hivi. Sasa dawa, kutibu tatizo la chunusi, unatakiwa uandae vitu vinne vifuatavyo. Cha kwanza andaa unga wa binzari au manjano na sio ile binzari nyembamba, ile binzari kubwa, kuna unga wake. Uga unauzwa kwenye maduka, kwenye masupermarket, pia kwenye masoko makubwa makubwa, au kama wewe unaweza ukaipata binzari kwa kuinunua, ukaenda ukaikausha, ukaisaga, ukapata unga wake, ndio unahitaji. Binzari nene na sio ile binzari nyembamba. Pia binzari hii isiwe imewekewa viungo vya pilau. Kama utapata unga wake, upate ile ambayo ni piwa, ambayo haijachanganywa na viungo vya pilau ndani yake. Hitaji la kwanza hilo. Hitaji la pili natokiwa, upate aloe vera. Aloe vera au shubiri ni majani aliyeko kama nanasi, lakini ni machungu sana. Sasa hii aloe vera tunahitaji tupate majani yake, ili tupate ile lojorojo yake kwa ndani pale, tutapata lojorojo. Hitaji la tatu ni mafuta ya nyonyo au mbalika. Mafuta ya nyonyo au mafuta ya mbalika ni kitu kimoja, ni majina tu yametofautiana. Na mbalika nyonyo ni kitu hichi kimoja, na upate vizuri yale meusi. Yale meusi ndio mazuri na ndio yanakuwa original, lakini pia mafuta ya nyonyo yapo ayo ya rangi ya njano hayo hatuhitaji hapa. Utafuta mafuta ya mbalika au mafuta ya nyonyo meusi, nenda kwenye maduka ya dawa za asili utayapata mafuta haya yanauzwa. Hitaji namba nne ni mafuta ya mgando yoyote, yale mafuta ya mgando yoyote ambayo unaweza ukayapata madukani. Eh, upate tu ya kutosha. Basi hapo utakuwa uko tayari kutengeneza dawa yetu. Sasa dawa yetu natengeneza hivi. Kwanza utasaga kiasi kidogo cha aloe vera. Yaani ile aloe vera utaisaga. Lengo tupate ile lojorojo lo, lo, lo, lo, lo, lo yake au unaweza ukaikata lile jani lake, ukatoa ile lojorojo lo, lo, lo, lo ya ndani. Kaikuangua, kaikuangua, kaihifadhi kwenye chombo. Sawa. Ukiwa uwezi kuikuangua, unaweza ukatwanga Lengo tupate ile lojorojo yake, ehe. <coughs> Ukishapata ile lojorojo inayotoka kwenye aloe vera, alafu utaweka na unga wa binzari kwenye hiyo aloe vera uliyoisaga au uliyoikwangua, kisha utakologa vizuri. Ukishakologa vizuri mchanganyiko wako wa lojorojo ya aloe vera na unga wa binzari, alafu utaweka na mafuta ya nyonyo au ya mbalika, utachanganya vizuri. Ukichanganya mafuta ya mbalika au ya mnyonyo alafu tena utakoroga vizuri ehe. Ukishakoroga vizuri utahifadhi. Kisha sasa utachukua yale mafuta yako ya mgando uliyoyapata uliyonunua labda dukani, mafuta ya mgando yoyote yale, ehe, utayayusha katika jiko lako, utaweka kwenye chombo. Ukiweka yatayayuka vizuri, au unaweza ukachukua ile chupa lako hilo, ukiwa umelifunga hivyo hivyo, ukaliweka kwenye <coughs> sufuria lenye maji ya moto. Ukiweka kwenye sufuria la maji ya moto likikaa muda mrefu, yale maji yanachemka, mfano wa maji ya ugali, basi ile lile kopo litaenda na yayuka, mafuta yataenda na yayuka mle ndani. Baadaye ukilitoa ile kopo ukafungua, utakuta mafuta yako yameshayayuka, ndio tunataka hicho. Kwa yale mafuta yako yakishayayuka vizuri, au mafuta ya mgando, basi utaamimina kwenye mchanganyiko wako huo uliochanganya baina ya mafuta ya mnyonyo, aloe vera jeli na hiyo nini, hiyo binzari utamimina alafu utakoroga tena vizuri. Ukishakoroga vizuri ule mchanganyiko wako ukichanganyika vizuri. sasa unaweza ukarudisha kwenye lile kopo au katafuta kopo kubwa zaidi, kwa sababu kimiminika kitakuwa kimeongezeka e, au unaweza kutafuta makopo mawili yenye yana uyano ulio sawa, ili ile ili... mchanganyiko wako utakapoukoroga ukiurudisha kwenye vile vikopo utoshe, kwa sababu kopo hilo kama litakuwa ni kubwa litaweza likatosha, likiwa dogo linaweza lisitosha kwa sababu ya huu mchanganyiko ulioongezeka. Kwa hiyo utaumimina vizuri ule mchanganyiko wako, alafu utauacha upoe, kwa sababu utakuwa umekuwa ni wa moto wale mafuta. Ukishacha e, upoe, basi ikipoa itaganda kama vile mafuta ya, ya mgando yanavyokuaga. Basi akisha ya ganda, baada ya hapo unaweza ukatumia dawa yako, ipo tayari. Sasa katika matumizi ya dawa yako hiyo ya kuondoa chunusi unatokiwa uoshe uso wako vizuri kwa maji ya baridi au kwa maji ya vuguvugu, utaosha vizuri ehe, kisha utapaka mafuta hayo kutwa mara mbili. E, unapaka unapaka asubuhi, unapaka na jioni, au kila baada ya kuoga unapakaa kwenye uso wako e, kwa muda wa siku unaweza ukatumia mara mbili mbili hivyo, kwa muda wa kuanzia siku mbili mpaka siku saba basi utaona mabadiliko zile chunusi zitaanza napotea, na ule weusiweusi weusi pia utakwenda unafutika. Eh, lakini pia kuna dawa ya kuondoa mabaka usoni, yale mabaka ima yamesababishwa na chunusi na mabaka mengine mengine. Tutajifunza dawa hiyo siku nyingine, lakini kwa leo tutaishia hapa, kwa sababu ndo dawa yetu imemalizika, namna ya uandaaji. Kwa hiyo hii ni dawa ambayo ipo katika kitabu cha tiba mbadala eh. Kwa magonjwa ya kibaolojia ukisoma kuanzia ukurasa wa ishirini na mbili pale, imefundishwa vizuri kabisa. Kwa kama una kitabu hicho na wewe ni muhanga wa matatizo ya chunusi, basi unaweza ukapitia kitabu hicho cha tiba mbadala, ukaenda ukajifundisha namna kuandaa dawa hiyo. Na vizuri kitabu hichi kimekueleza vizuri, andaa nini mchanganyiko, uchanganye vipi, matayarisho yake yafanyike vipi, na matumizi yake hapo. Yaani kila kitu kiko wazi sana kwenye kitabu hichi cha tiba mbadala, kwa ni wewe tu kukusanya vifaa na kuviandaa kwa utaratibu ulioelekezwa hapo, alafu kutengeneza dawa yako. Kwa hiyo ndo dawa ya kuondoa chunusi usoni. Siku nyingine takuja kufundisha dawa ya kuondoa mabaka usoni. Kuna mabaka na chunusi, kuna yale mabaka ambayo yamesababishwa na chunusi. Chunusi zimeshaondoka sasa, mtu anakuta anakuwa na mabaka mabaka meusi, afu labda yeye bahati mbaya ni mweupe, kwa hiyo yale mabaka tena anaanza kumkera. Sasa nitakuja nikufundishe dawa ya kuondoa mabaka usoni siku nyingine. Kwa leo tutaishia hapa. Kitabu hichi cha tiba mbadala kinauzwa shilingi elfu kumi na bahati mbaya kwa sasa hatuna ofa yoyote. Ofa tuliitoa imeshakwisha toka tarehe ishirini mwezi wa kumi. Kwa leo sasa hivi hatuna ofa, japokuwa kuna wengine wameshaanza kunisumbua sasa, na mimi nataka ofa. Hapana. Subiri mwakani. Kwa sasa kila kitabu kina bei yake. Hichi kitabu cha tiba mbadala bei yake ni shilingi elfu kumi. Lakini pia kuna kuna vile vitabu vingine vya maajabu ya mitishamba, mfano kitabu namba moja kinauzwa shilingi elfu saba. Kitabu cha ma, cha maajabu ya mitishamba namba mbili kinauzwa shilingi elfu kumi. Na namba tatu yake inauzwa shilingi elfu kumi na sita. Lakini pia kuna kitabu kile cha mwongozo wa tabibu. Chenyewe kile kinauzwa shilingi elfu ishirini ndio bei yake. Mbali na vitabu vya mitishamba vitano kuna vile vitabu vya dua, mfano maajabu ya Qur'ani katika kutibu maradhi na kuondoa shida mbalimbali. Kitabu namba moja kinauza shilingi elfu kumi na mbili. Kitabu namba mbili cha jina hilo hilo kinauza shilingi elfu kumi na tano. Alafu kuna kitabu cha utukufu wa majina ishirini na nane ya barati na kazi zake. Kitabu namba moja kinauza elfu kumi na tano. Kitabu namba mbili pia kinauza shilingi elfu kumi na tano. Na pia kuna kitabu cha Abjadi. E, kitabu cha Abjad na chenye cha dua eh, lakini kimeeleza saidi elimu ya herufi za Abjad, elimu ya nyota, utabiri na mambo mengine imeelezwa humo. Hichi kitabu bei yake ni elfu ishirini. Lakini pia kuna kitabu kingine kinaitwa Ulimwengu wa Majini na Vituko Vyao. Humo utaenda kusoma maisha ya majini uh, utawala wao katika dunia yetu, utawala wao katika ulimwengu wao wa kijini, wanajitawala vipi, makundi yao, viongozi wao makabila yao, sababu za kuwaingia binadamu, majini wanaishi wapi, utajua. Unaona bwana, kwa hiyo hichi kitabu kimefungua vitu vingi mpaka namna ya kuwaita na unaweza ukafanya nao mikataba kama utakuwa si mtu ambaye unaogopa. Hichi <laughs> kitabu inaweza shilingi elfu thelathini, ndio bei yake. Alafu mwisho kuna kile kitabu cha furaha ya ndoa. Eh, kitabu cha furaha ya ndoa bei yake ni shilingi elfu kumi na tano. Kwa hiyo mpaka hapo nimetaja vitabu kumi na mbili, thamani yake ni shilingi laki moja na elfu themanini na tano laki moja na elfu themanini na tano Ukivihitaji vyote hivi vitabu utalipia laki moja na nusu kwa wakati huu mmoja. Nahitaji vyote vitabu utalipia laki moja na nusu utafanyiwa discount ya shilingi elfu thelathini uh, na tano. Tutakuondolea hiyo ya juu, utalipa laki na nusu, utapewa vitabu vyote kwa mfumo wa PDF au wengine wanaita soft copy, unatumiwa kwa njia ya WhatsApp au email, uh, ukiwa nchi yoyote ndani ya muda mfupi tu. Kwa hiyo hivi ndio vitabu ambavyo vipo na kila kitabu sasa hivi kinasimama na bei yake. Yule aliyekuwa anatamani apate kwa ofa, kwa sasa ofa hakuna ofa ni mpaka mwakani au labda ofa uingie kwenye mfumo wa kutaka vitabu vyote lakini vitakuwa na laki moja na elfu hamsini mimi ni Ustaz Bashir na hii ni Tiba Facts online TV tukutane kipindi kingine sana wakati mwingine assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu